Juu ya neema zake mbalimbali juu ya rehema zake mbalimbali, pamoja na kumsalia na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na ali zake na masahaba zake na wema wote kwa jumla. Alhamdulillah ikhwata aliman, katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi wa nasaha za kidini Insha Allah leo tumependelea kukumbushana na swala ya tasbih. Swala ya tasbihi nitaswali vipi? Swala ya tasbihi, swala ya tasbihi, tasbihi ina fadhila gani? Ama swala ya tasbihi ina ubora gani? Alhamdulillah. Moja kwa moja wanasema kwamba wanazuoni wa minal mustahabbi salatu tasbihi Miongoni mwa mambo ambayo kwamba waliopendekeza ama miongoni mwa mambo yanayopendekeza zaidi, yanayovutia zaidi, na miongoni mwa mambo ya sunna, miongoni mwao ni salatu tasbih. Salatu tasbih ni moja katika sunna ambayo kwamba wanazuoni wamependekeza mtu aswali. Pengine swala kama hii ni geni katika masikizi ya watu wengi, pengine swala kama hii mtu huenda ni mwanzo kusikia lakini ni sala iko na ziko hadithi mbalimbali ambao mbali mba kwamba imepokewa na ni miongoni mwa sala ambao kwamba zina fadhila na ubora mwingi. Salatu tasbihi ni sala ya raka nne, ina raka nne inasaliwa. Bali katika miongoni mwa fadhila ya ubora wa sala hii ya tasbihi katika hadithi kubwa ama hadithi ndefu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama anasema, anna man sallaha ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhambihi wa ma ta'akhkhara. Yani miongoni ma fadla yake ubora wake, ya kwamba yoyote mwenye kuswali swala kama hii basi Mwenyezi si Mungu subhanahu wa Ta'ala humsamehe ma taqaddama min dhambihi, madhambi yale ambayo kwamba yalitangulia, wa ma taakhara, na yale ambayo kwamba yako mbele yake hii ni katika ubora wa falla, wa sala kama hii mojawapo ni kusamehewa madhambi. waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam li ammihi al-Abbas. Na Mtumi sallallahu alayhi lhi wasallama siku moja alimwambia ammi yake ambayo kwamba ni Saidna Abbas radiyallahu anhu, in hina allamahu iyaha, Mtumi sallallahu alayhi wasallama alivyomfundisha Saidna Abbas kuswali sala kama hii, kumjulisha sala kama hii, ama kumfundisha sala kama hii, alimwambia swaliha fi kulli yaumin, ikiweza kuswali kila siku ukapanga wakati maalum unaswali kama hii itakuwa ni bora zaidi. Au fi kulli jumatin, ama kama huwezi kuswali kila siku mara moja angalau basi angalau kila Ijumaa, kumaanisha ya kwamba kila wiki angalau utapanga siku maalum utaswali, ikiwemo ni siku ya Ijumaa ama siku yoyote, bi maana ya kwamba kila wiki. Au fi kulli shahrin, au ukapanga katika kila mwezi kuna siku maalum umeitenga, ama umeichagua, ama umeipangilia kwa ajili ya kuswali sala kama hii. Au fi kulli sana, ama kama huwezi kuswali katika kila mwezi basi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Sayyidna Abbas, katika mwaka angalau swali mara moja. Yani, katika mwaka mzima, kila ukizunguka mwaka, angalau iwe takuwa umeswali angalau mara moja, au fil umri maratan, au kama uwezi katika mwaka angalau kusali mara moja, basi katika maisha yako, katika umri angalau muislamu awe ameswali kama hii. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam Namna gani ilikuwa anatuhimiza juu ya sala kama hii? Namna gani ilikuwa anatusongeza juu ya sala kama hii? Yaani, mtume sallallahu alaihi wasallam ametafuta kila namna, kila njia, angalau iwe mwislamu ameswali swala kama hii. Akaanza kila siku, huwezi basi wiki, huwezi basi mwezi, basi mwaka, ana ama hata mara moja peke yake kwa mwaka mzima, angalau iwe utaswali

Ni moja katika swala. Mtu kama ana haja zake, ama ama ana mambo yake ambayo kwamba ni muhimu sana, basi swala kama hiyo ukiswali, mambo kama yako yale yako kama yale yatakuwa yani, Mwenyezi Mungu atakukidhia mambo yako kama yale. Mwenyezi Mungu sema, atakutimizia haja zako, kama una haja zako zozote, una mambo yako yoyote, una kitu chako chochote, ukatia nia ya kwamba wacha ni sali sala hii ya tasbihi kwa lengo ya Mwenyezi Mungu anitimizie jambo langu, Mwenyezi Mungu aniafikishie jambo kama langu kama hili. Unaweza ukaswali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akakutimizia. Kwa hivyo moja katika fadhila kusamehewa madhambi, na ni mtu akiwa na haja zake anao mambo yake, sali sala kama hii na saa hii kuna mambo mbalimbali, kuna mitihani mbalimbali mbali, kuna babalaa, kuna mashida, kuna hili kuna mtu ataka hii ataka hili. Basi unaweza ukapanga wakati, wacha ni swali swala kama hii, ni tawakal kwa Mwenyezi Mungu, nimtegemee Mwenyezi Mungu naye Mwenyezi Mungu anasema, wanazoni ni mujarab ya kwamba ukiswali moja kwa moja itakuwa imejaribiwa, ya kwamba ukiswali haja zako zitakuwa zi inshallah E, biidhnillah kwa idhni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala swala so, kama hii ni swali wakati wa usiku, ama inaswaliwa wakati wa mchana, unaweza ukaswali temu yoyote, unaweza ukaswali temu ya mchana, na vile vile unaweza ukaswali temu za usiku, na vile vile wakasema ya kwamba lakini wakapendekeza ya kwamba kuswali usiku na kuswali mchana. Lau utaswali e, wakati wa usiku swala kama hii tu, kama tulivyotangulia kusema kwamba ni raka nne. Ukiswali usiku, amesema kwamba wamependekeza uswali raka mbili, afutapiga salamu kisha utaswali tena raka mbili utapiga salamu taeleze inavyoswaliwa. Na kama ni mchana, utaunganisha vile kama dhuhuri ama swala nyingine za raka nne, yani utapiga salamu moja tu peke yake. Je, inaswaliwa vipi swala kama hii? Swala kama hii inaswaliwa hivi: baada ushachukua udhu wako vizuri, utatia nia yako ya kuswali salatu tasbih. Baada ushati ya nia yako utasoma ile dua al-istiftah, dua ile ya kufungulia sala, Subhanak Allahumma bihamdika. Kuna ile wajhatu wajhiya, na tegemea unasoma gani. Alhasil kuna ile dua al-istiftah utasoma. Baada ya kusoma ile dua al-istiftah umemaliza, utaleta tasbihihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar baada ushaleta dua listiftah utaleta hii tasbihi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Mara ngapi? Mara 15, 15 times. Baada ushaleta 15 times hizi, hii tasbihi, hapo ndo utasoma Suratul Fatiha na sauti, alafu utasoma sura nyingine before uenda kwenye rukuu. Kabla ya uenda kwenye rukuu, utaleta tena hii tasbihi kumi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar yn yani ushasoma Suratul Fatiha ushasoma na sura, kabla uenda kwenye rukuu, utaleta tena hii tasbihi, lakini utaleta kumi, kisha ndio uende katika rukuu kwenye rukuu utaleta ile tasbihi ya rukuu mwanzo subhana rabbiyal azim, ngine wa subhana rabbiyal azim wa bihamdi zile kama kawaida za sala mtu anavyoswali sala ya kawaida. Ukisha kuleta zile tasbihi za pale kwenye rukuu, utaleta tena hii tasbihi ambayo kwamba tulitangulia kusema mara kumi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, mara kumi. Uko kwenye ruku kisha utakuja kwenye itidal, sami allahu liman hamida, utasoma ile azkari ya pale katika itidal, kisha utaleta tena hii tasbih kumi. Kila step ni kumi. Baada ushaleta ile azkari, utaleta tena tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, kisha uende katika sijida utaleta ile adhkar ya sijida, subhana rabbiyal aala wa bihamdihi, utaleta mara tatu zile kama kawaida inavyosaliwa sala, kisha utaleta hii tasbihi tena ngapi? Kumi. Utatoka baada ya sijida, utakuja ukae ile katika ile jalsa baina sijidataini, kabla uende katika sijida nyingine utaleta tena adhkari ngapi? Utaleta ile dua mwanzo ya pale. Kisha utaleta tasbihi tena ngapi? Kumi. Kisha utasujudu tena ulete tena tasbihi ngapi? Kumi, baada ya kuletele tasbihi ya kawaida. Kisha utasimama. Baada ya kusimama, kabla usome suratul fatiha na sura nyingine, utaanza tena hapo mwanzo utaleta tena hizi tasbihi ngapi? 15 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar taleta hivyo. Kwa hivyo kumaanisha kwamba hii ni rakaa moja, na katika rakaa moja huwa mtu ameleta tasbihi sabini na tano 75 katika rakaa moja. Ukihesabu zote zile tasbihi kuanzia mwanzo mpaka mwisho huwa ni umeleta tasbihi 75. Na kama tulivyotangulia kusema kwamba salatu tasbihi ni raka nne. Kwa hivyo kumaanisha kwamba utakavyokuwa umeswali raka nne na umemaliza itakuwa umeleta tasbihi mia tatu 300. Itakuwa katika sala mzima ni tasbihi ngapi? Mia tatu. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyoswaliwa hii sala ya tasbihi na fadhila zake ni nyingi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotwambia na kumwambia Sayyiduna Abbas. Hii Mtume anatuashiria kwamba mtu anasamehewa madhambi yake, na vilevile mtu kama ana haja zake, ni mambo ya skuli, ni mambo ya kazini, ni mambo ya hasadi, kuna ugomvi kuma nini, unaweza ukaswali swala kama hii na ukaomba dua yako, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala akakukinga na Mwenyezi Mungu akakutimizia zile haja zako.